Namkaribuni sana wote ambao mko nasikiliza Baraka One TV, tuko majira ya saa tisa za Afrika ya Kati ikiwa ni kumi e, majira ya Afrika Mashariki, nami ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJ, pia kurushia haya matangazo na mambo yamekuwa Yakizidi e, kuonekana kuwa mingi, na hivyo e, tunatumia nafasi hii kukuletea taarifa ya habari pamoja na maelezo kutoka Baraka One TV. Tutazungumzia vita ambayo imeendelea huko maeneo ya Kivu ya Kusini e, tarafani Mwenga na pia tarafani Fizi, na pia tutagusia kuhusiana na e, mkataba wa E, wa Rwanda pamoja na Kongo ambao unawekwa sasa mezani na kutekelezwa hiyo tarehe moja za mwezi wa kumi mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Haya mambo mawili makubwa ndio tutagusia kwa eh, jioni hii, na nitakuwa niko peke yangu, nitakuwa niko peke yangu licho kwamba tumemsikia ndugu yetu, mambo ni mengi, watu bado vijana wanabana na mambo <laughs> hey, sisi tutaendeleza hizi harakati. Nafikiri hakuna uh, mbacho kinashindikana bwana. Kama mwenzio hayupo, uh, unakava nafasi yake, lakini tunafanya biashara ziweze kusonga mbele. Darwin Tembele zaidi wote wakiwa kunasikiliza Baraka 1 TV. Didone Butoto, big up sana big up sana e, katika swala la awali tuanze kwanza na hili swala la, e, la, la FARDC kuzuia e, shambulizi la magaidi wa M23 na, na kuweza kuwarudisha nyuma kulitokea E, taharuki ta, taharuki moja, ambayo e, watu wanaitafsiri wana, wana kwa njia moja ama nyingine jinsi wanavyoelewa, wanasema kwamba kulikuwa kuna vita kali Mikenge, Minembwe, sijui wapi huko, mapigano makali yamefanyika kati ya FARDC Wazalendo na M23, Twirwaneho, Red Tabara, lakini taarifa ambayo iko ni kwamba magaidi wa M23 walijaribu kuvamia kambi za FARDC pamoja na Wazalendo katika ile mikakati ya kutaka kuvamia kambi hizo, eh, taarifa zao zilikuwa tayari zimekwisha kufika, na hivyo ilikuwa ni rahisi sana kwa au kuwa metrizable <laughs> yeah, ilikuwa ni simple kuwa metrizable, na hivyo walikuwa metrize vizuri sana na ikawa ni kitu cha, cha kipekee sana kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC na pamoja na eh, majishi yetu wazawaza unaona, eh, kamanda wa operation Sokola ya pili eh, ni, ni moja kati ya makamanda ambao wako wanafanya eh, kazi kubwa sana eh, Brigadier General Evariste Mwehu eh, anaitwa Mwehu, unasikia jina Evariste Mwehu. Kwa hiyo yuko na napambana kwa hali na mali na kuhakikisha kwamba usalama E, tarafa, e, jimboni Kivu ya kusini unatawala na unakuwa wenye kueleweka sasa kutokana na hali yenye iko inaendelea. Wakongomani wa moja wako wanafanya michezo ya kupuliza, ya panya, e, huku wako ngambo ya M23 Tigoneo, nazungumzia hapa hapa juu ya milima ngambo ya Tigoneo Red Tabara, na upande mwingine pia wanakuwa wako wanacheza na wazalendo pamoja na na FARDC kuna makundi e, yeah, baadhi ya makundi ambayo ni ya wakongomani ya wazalendo kabisa ambao wako na collaborate na M23, so, wako wanasikilizia huku. Kuna kuna uh, huku mchongo na una tiki, huku mchongo unaendaje, kwenye wataona kwamba huku ndo kuna kunaenda supu wanaegemea. Sasa hii yote ni distraction ya bure yenye itakuwa haina faida, na mwisho siku itakuja kuleta madhara makubwa sana kwa wakongomani ambao wanashindwa kuweka akili zao fasi moja. Hebu sikiliza makundi ambayo yako hapa milima ya juu yanaungana mkono na M23. Hapa tuko na Tigwaneho. Tigwaneho ndio hawa wakimbizi kutoka Rwanda ambao wanajiita Wanyamulenge ndio wametengeneza Tigwaneho. Na wale ni wa alie kabisa wa M23. Aya, M23 ni nani? M23 ni kikosi cha Wanyarwanda ambao wametengeneza kikosi chao na wanakuja, wanaweka maetikete mbele a wanaweka, man, man, manini eh, wanaweka maskeleton mbele lakini, eh, bavre ba M23 biko nyuma. Hapa nikizungumzia, eh, ipolitik kanambe nikizungumzia Museveni, nikizungumzia Paul Kagame, James Kabarebe, hapa ndo bavre M23 pamoja na Macron, wa Faransa na, na, na bengine iko na support M23. Sasa hapa kuko uh, mrdp bar tiguane hu kuko FNL huko Redi Tabara huko Zaba Pemba. Unaona? Hii makundi yote ni makundi ya kivita yenye iko na sapotiwa na Rwanda, FNL, Redi Tabara, Zaba Pemba. Hawa ni, ni, ni Warundi Watusi wa Burundi ambao walifanya e, eh, wako wanajaribu kuipindua serikali ya Burundi tokea elfu mbili na kumi na tano baada ya lile shambulio kushindikana Burundi, wakakimbilia eh, kwenye kipori kimoja hapa, eh, pembezoni tu na, na, mpaka wa Kongo. Sasa baada ya pale serikali ya Burundi ikawasaka, ili wasaka iliwasaka pale kama siku tatu hivi, kakungute ikapiga, wakaona kule wapi hakuna mwae, bakakimbilia mwo plateau na saba aliingia huko bali pokelewa na kundi moja ya wazalendo unaona kuna kundi moja ya wazalendo wenye iliwapokeaga wale ikawaingiza baada ya makubaliano yao wenye walikuwa wako nayo sababu wao walikuja na silaha na walikuwa wanasapotiwa na Rwanda na kundi hilo likaona kwamba ili liweze kupata silaha wakakubali kuungana nao wakapewa silaha wakawa wanawapitisha wanapita pakisi walivyoenda kule kujunga na na Twigwaneho na wakatengeneza kuwa kikosi kikubwa. So hii yote ni nini? Ndio ile nisema kwamba kwa wale Kongomane ambao wako wanacheza michezo mara mbili, mwisho wao utakuwa ni mbaya sana. Hebu sikiliza ujumbe huu. Jambo jambo, Papa Rajabu. Ah, ninashukuru bwana Ninashukuru kupata sauti yako tena leo, lakini kwa kweli nashukuru kusikia sauti yako rafiki yangu. E, nimemfuata ndugu yetu kwa uchambuzi ambao wamefanya wa wader. Acha Mungu wa mbinguni amubariki kwa upambanuzi ambao wameleta. Ameleta, tunashukuru sababu tumesikia mambo mengi ambayo amesema, kulingana na jinsi na ye anafanya uchambuzi na anaweka akiba. uh, Mungu wa mbinguni amubariki sana, tena amubariki sana uh, nilitafuta kusema hivi. Papa Rajabu unajua tatizo linaloua inchi yetu sio wanyamlenge kukua ndani ya nchi ya Kongo wala watusi tuseme watusi kukuwa ndani ya nchi ya Kongo. Tatizo linaloua nchi ya Kongo ni sisi wa Kongomani kutokujielewa, kutokujijua bo, kwani ukiangalia wakati wowote unaweza kuonekana uko mhitaji wa kila kitu mbele za watu hauwezi kuwa na heshima wakati unaweza kuonyesha tabia ya kwamba wewe ni muhitaji wa kila kitu, kila mtu unaona unahitaji kitu kwake ki. Kila kitu kila mtu unaona unahitaji kitu kwake ki. Hauwezi pata heshima au ufanye namna gani? Na hili ni tatizo letu sisi Wakongomani ambalo limetuletea shida, hata viongozi wetu hawajiamini kulolote. Raisi wa nchi anashindwa kujiamini peke yake, kwamba mimi ni raisi, mimi ni mtawala, mimi lazima nisimame kama mtawala, sababu nimepata fasi nzuri ninaweza kuilea fasi yangu, ninaweza kuiheshimisha fasi yangu. Sasa utajua, utawaza ya kwamba wale wenye watakuwa chini yake watakuwaje? hawatakuwa vizuri. Unaona, tatizo la nchi yetu ya Kongo, tangu wakati wa Mobutu, labda na wakati wa Kasavubu, siwezi jua, labda mutusi alikuwa iko mkongo lakini akukuwa nafahamika kwamba hu anaweza pata nguvu alionayo mpaka sasa eh? Sasa, na Mungu anisamehe mimi, wakati wanasemaka kama eh, Kabila lepera alituletea demokrasia, minasikia karowe na naniluma, sababu misione udemokrasia Kabila lepera alileta mkongo bali Kabila le pere alikuja kuwapatia Watusi nchi ya Kongo. Hapo njo ndipo mimi hakili zangu zinaposimama, ukweli ukweli, sababu hangelipita munchi ya Rwanda, pitie Uganda, pitie Kenya aingize a, a wale watu awaingize ndani ya nchi ya Kongo, kama hatuko katika mateso haya tunayoyapitia, ndugu yangu sunaona jina ya wanyamurenge murenge ya mekuja kujulikana wakati gani? Wakati Mobutu haiko ku, kuongozi tena. Iliundwa tangu mbele, lakini ikakosa njia, Mobutu akaiima njia. Na kwa kweli, kwakweli Mobutu mie minasemaka kama Mobutu alikuwa mwanaume tu, ijapokuwa hakufanya maendeleo zaidi ya inchi, lakini alikuwa mwanaume sababu wakati alikuwa iko naongoza nchi, Rwanda ilikuwa chini ya mamlaka ya nchi yetu, Uganda ilikuwa chini ya mamlaka ya nchi yetu, Kenya ilikuwa chini ya mamlaka ya nchi yetu. Na wakati mwanaume anasimama na sema, walimwamini kuwa ni mutu ambaye anayesema na hawawezi wa kuvuka kile ambacho alisema, si kama vile tulivyo leo na ukiachana na na taarifa hizo za operesheni Sokola pili zizofanyika huko maeneo ya Mwenga na Fizi ambako FRDC na wazalendo waliweza kuzuia shambulio la, la tigone M23 na e, tatu jingine ni kuweza kuzungumzia kuhusiana na makubaliano ambayo yanatarajiwa kutekelezwa tarehe moja za mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano serikali ya Kongo pamoja na Rwanda huko Washington ambapo walikutana baada ya mikataba iliyosainiwa Washington hapa, e, kwenye e, baraza la Umoja wa Mataifa walivyokutana Kongo na Rwanda, walikaa chemba na kukubaliana kusema kwamba inabidi sasa waanze kutekeleza ule mkataba ule mkataba unazungumzia kwa Rwanda kuweza kuondoa vikosi vyake vyote DRC, na pia Kongo na Rwanda waungane kwa ajili ya kuwasaka FDLR sababu Rwanda iko inalalamika mara mingi inasema kwamba eh, kama iko nafanya vile iko nafanya ni kwa sababu ya kuwatafuta FDL. Sasa hawa FDL sasa wako wapi? Wanapatikana wapi? Je, serikali ya Kongo inajua wapi FDL wanapatikana? Na je, wako tayari wote kwa pamoja kufanya kazi ya pamoja ili kuweza kuondoa FDL? Hilo ndio swala kubwa ambalo liko lina eh, linafikiriwa. Watu wanasema kwamba kama litakuwa liko sahihi basi Ngoja tuone nini ambacho kitafuata, na je, kama kweli Rwanda inazungumzia suala la FDLR ndio kipaumbele chao, watakwenda kutekeleza kweli na hawatavamia tena Kongo. Embu, uh, fikiria sio mara kwanza Rwanda inaingia Kongo kuwasaka FDLR. Nakumbuka miaka ya nyuma pia, kama kamera aliwahi kujiuzulu kama spika wa bunge, tena swala so, kubwa lilikuwa ni hili hili la FDLR. Uh, kwamba Rwanda inaingiza majeshi yake Kongo bila bunge kuruhusu, na hivyo uh, wakafanya operesheni ya pamoja amani leo sijui vitu gani vitu gani, kuna inatafutana lakini yote vinangukia patupu uh, kaja kubaini kwamba lengo kubwa la Rwanda haiko FDL. Rwanda iko na politiki mbili. Rwanda inataka kwanza kuiba mali ya Kongo, hiyo ni moja, ni priority yao na ya pili Rwanda inataka kuchukua ardhi, kipande cha ardhi ya Kongo kipeleke Rwanda, na yote na yote sasa. Ili kufanikiwa hii, nini kifanyike? Rwanda iko ina distraire watu, iko na shida, michezo ya distraction, na hii distraction ni kwamba iendelee ku infiltrate Kongo ili iendelee kuwa, inabidi iweke mapion zake mu serikali ya Kongo, kuanzia nyanja zote, kuanzia kudeputation les provinciaux, nationaux, députés provinciaux, ba députés députés bote kule kwe kuna watu wake uh, kuma service za, za, za securité za armée, police maservice za renseignement demiap ane kuma uh, maservice za, za douane DGM na maseme zingine donc kote kwe kuna watu wake. Ile itafanya au napata taarifa sahihi kwa wakati sahihi kupresidene kwa kusena kwa lew so, uh, unakuta kwamba uh, Rwanda inakuwa iko ina kontrole karibia kila kitu, na ndio maana zamani ilikuwa nakuwa kwamba kitu kikifanyika tu Kongo kidogo Rwanda anajua kila kitu. Ilikuwa ni ngumu sana kumpiku Rwanda. Na hivyo basi wamekubaliana kwamba waanze kufanya kazi kwa pamoja. Cha kwanza ni, ni Rwanda kuondoa majeshi yake RDC. Ile ni sans condition. Itoe wanajeshi wake ndani ya ardhi ya Lumumba kisha mengine ndo tujariki si tutafanya, na baada ya pale sasa wale wenye M23 wenye iko nafikiria kwamba wataingizwa ndani ya jeshi. Mkataba unasema integration mu armée itakuwa iko conditionnel, iko conditionnel na masharti, na yote mnajua kwamba iko mu raporo mapingi ule hana nafasi ndani ya FRDC, huko ratisaje yenye itakuja kufanyika hapa yenye watu hawataelewa watakuja kukomprandre hii kitu na ritari. So hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa mida hii, mingine tukutane majira ya saa kumi na mbili. Mimi ni ndugu yako Rajab Akili Kabonga, the one and only town djp.